Ni pratiquement service kubwakubwa za province, kunakuwa ANR, kunakuwa DGM, kunakuwa armée, kunakuwa police, kunakuwa ministère intérieur, yaani e province na viongozi wote wadesideri wako hapa. Pamoja na hiyo tunamshukuru pia président wa assemblée provinciale

Le reunion tuliweza kuipreside ili tukamata karibia masaa mbili ambapo tulifanya contour ya question apres etat de lieu ya maire de la ville pamoja na administrateur wa territoire ya Fizi. Tuliweza kwa pamoja na kwa jumla, na hiyo ndio jambo la muhimu kukubaliana mambo matatu, ndio tulikubaliana mwa hiyo reunion yenye tulifanya jana. Jambo la kwanza ambalo watu wote walikubaliana ni kusema kuanzia leo, kuanzia leo tunakataza na kusiprime makasho paralel, makasho paralel zenye zilinatiliwa na ndugu wetu wa VDP Wazalendo. Zile makasho imeonekana zinasumbua raia na zinataka kuonesha kama ko serikali mbili. Serikali ni moja, na rais ni umoja, ni rais Felix Tshisekedi Chilombo. nimeona kwa mara ya kwanza tumekuja hata na delegation ya coordination ya wazalendo nduku Darton, tumekuja naye ambaye alikuwa na wakilisha ordo operationnel wazalendo ndugu William Yakutumba na tuliweza kusema apare ile suppression si ya makasho yote de la pare ya wazalendo. Tulikubaliana pia kumetre fin kwa ile wanaita administration paralele. Kuko watu wako najita ministre de la justice, kuko watu wako najita hapa asime, mie nakuwa procureur mwingine nakuwa anere nakuwa nini. Hakuna administration mbili, bazalendo ni reserve ya armee reserve ya arme wanatumika na jeshi na wako watiifu kwa serikali ya Rais Felix Tshisekedi. Hakuna hata mzalendo mwa mwenye haiko nyuma ya mzalendo mkubwa Rais Felix Tshisekedi. Tulisema administration paralel nayo ishi na ya tatu, tumeunga mkono apeli ya washefu kutimie wote wa, wa teritoria ya Fizi ambao walikutananaka wakasema ya kwamba wanaomba mabarier payante, mabarier zimezidi mingi sana, wazipunguze. Kuna mabarier moja ambazo zina manufaa juu ya security, lakini za mingi zinakuwa ni za kupora mali ya raia. Tumeomba ya kwamba zishi, mutanyuliza nini munafanya kusudi, hiyo mipango waitekeleze. conseil provincial ya security

Akiwemo Dalton tumetia uh, arme tumekuya na 33e region militaire kwapa, tumetia pia services za ANR huko, karibia watu sita, saba wenye wako mwele komissio, kuanzia leo wako charge kwenda naona wazalendo na marejezo kunafanyika, na kuambia wasiprime ile makasho, tunaambia raia yetu wasikue na servir de bekie, nao wajue ya kwamba hakuna kuenda tu hivi unakuwa sako ndova na kufunga mkasho, julisha viongozi, julisha pia uh, uh, waku wa VDP, wa rad ya wazalendo juu tu dekuraje kwa sababu hapa wametia brigade yenye ta dekuraje hivi, juu kuna kwa watu ambao na wako natachafua jina wa wazalendo, wana jifanyia kitu asini mzalendo, wakati kule sisi na wazalendo tuko naongea lugha moja. Hiyo njo kiini ya sisi kuwa hapa na ninayo furaha kuona ya kwamba alinanimite wa mambre wote ambao tumekuja nao y compris awa wenye tumekuta hapa wa komite provincial na komite local elargie kubanotable, tulikubaliana juu ya hiyo mikakati ambao tunakamata accent